Lini, yeah, serikali itajenga uzio wa umeme kwenye reli ya SGR kutoka Ngerengere hadi Dodoma? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Kihenzile. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia shirika la reli TRC ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa ujenzi wa uzio katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa yani SGR kipande cha Morogoro hadi Dodoma. Hivi sasa ujenzi wa uzio huo umefikia asilimia 95.12. TRC inaendelea kumsimamia mkandarasi ili kuhakikisha kazi hiyo inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Maulid Saleh Ali, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Tauliza swali moja kutokana na kutokana kwa kuhamasika kwa wananchi kutumia usafiri wa treni ya SGR. Je, yeah, serikali ina mpango gani wa kuongeza ruti zake kutoka Dodoma da? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, namshukuru Mheshimiwa Maulidi Saleh Ali kwa swali lake la nyongeza na nakubaliana naye kwamba tangu usafiri wa treni ya SGR ulipoanzishwa mwamko umekuwa ni mkubwa sana. Kwa Watanzania wamefurahia huduma hii na mahitaji yameongezeka zaidi. Kutokana na hali hiyo, tayari hivi ninavyozungumza, timu ya wataalamu imeshaanza kufanya kazi ili kuchambua na kutazama mahitaji halisi ili hatimaye sasa tuweze kufikiria kuanzisha ruti pengine ziwe lini kwa sababu kiangalia weekend mahitaji yanakuwa makubwa zaidi kuliko katikati ya wiki. Sasa, kwa hiyo wataalamu wanafanya kazi yao. Nimhakikishie Mheshimiwa Maulid na waheshimiwa wa bunge wengi ambao kimsingi amekuwa akifuatia jambo hili. Timu hiyo itakapokamilika tayari, Mheshimiwa Waziri wetu, Mheshimiwa Barawa ameelekeza eh, kazi hiyo ianze mara moja, ruti hiyo ziongezwe. Na jambo jema na nzuri ni kwamba tayari Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan alishatupatia fedha na vitendea kazi vivyo vya kutosha kwa tunaamini kwamba kazi hiyo inakwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane, swali la nyongeza. Je, serikali ni lini itaanza ujenzi wa reli ya SGR kutoka jijini Dar es Salaam kupitia Lindi na Mtwara hadi Mbamba Bay. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Samani, Mheshimiwa Spika, kutoka Dar es Salaam. Toka Dar es Salaam kupitia Mtwara mpaka Mbamba Bay. <laughs> Mheshimiwa Spika eh, nimshukuru Mheshimiwa Duane kwa swala lake zuri. Kwa sasa serikali haijaanza upembuzi yakinifu wala usanifu wa kina kuhusiana na leli kutoka Dar es Salaam kwenda Lindi, lakini kwa kutambua Uh, umuhimu mkubwa wa reli ya kusini yani kutoka Mtwara port kwenda mpaka Mbamba Bay kupitia matawi Liganga na Mchuchuma, tayari tumeshakamilisha stadi na hivi serikali ipo kwenye hatua ya utafutaji wa fedha, ili kuweza kuunganisha kipande hicho kiweze kujengwa kwa njia ya SGR, na kutokana na umuhimu mkubwa wa makaa ya mawe ambao tuna zaidi ya makaa ya mawe zaidi ya tani metric tons milioni 428, tuna chuma cha kutosha lakini pia ni kutekeleza maoni ya wasisi wa, wa, wa, wa, wa nchi zetu hizi za Malawi, Tanzania pamoja na Msumbiji kuhakikisha kwamba tunaziunganisha kupitia bandari, kupitia ziwa Nyasa na bahari, bahari bahari ya Hindi. Mheshimiwa Shali Raymond, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, ni lini serikali itaanza ile ahadi yake ya kutengeneza barabara ya reli ya SGR kutoka Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa swali lake Mheshimiwa Charles Raymond. Ni kweli kabisa serikali inao mpango wa kujenga reli ya kisasa SGR kutoka inayounganisha Tanga kwenda mpaka Arusha kuunganisha mpaka uh, Musoma na hii ni kutokana na uwepo wa madini ya kutosha ya nikeli kule Dutwa madini ya kule Engaruka, Magadi Soda pamoja na kule Minjingu. Na Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kueleza pia vizuri. Reli hii ya kisasa ni gharama kubwa sana kuijenga. Kwa hiyo unapoamua kufanya maamuzi ya kujenga, lazima uwe na uhakika na mzigo uliopo. Kipande hiki tayari tumeshajiridhisha, mzigo upo wa kutosha na kwa sasa tumeshakamilisha uh, study, tuko kwenye hatua za utafutaji wa fedha ili tukikamilisha, tuweze kuanza kujenga. Na Mheshimiwa Spika, tunajenga kilomita elfu mbili mia tatu kwa sasa hivi kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, tuna kutoka Tabora mpaka Kigoma, na tumeanza kutoka Uvinza mpaka Burundi. Hivyo sio rahisi tukafanya mambo yote wakati mmoja. Hizi kilomita elfu mbili mia tatu hakuna nchi barani Afrika imewahi hata kufikiria, na hivyo inayofanya nchi yetu na kumfanya Dkt. Samia kuwa ndo rais kinara wa leli ya kisasa barani Afrika. Reli hii ya kisasa anayojenga Dkt. Samia inamfanya kuwa ndo rais kinara wa ujenzi wa reli ya kisasa barani Afrika na kumfanya kuwa watamu duniani. Niwaombe waheshimiwa wabunge, tuvumilie amalize kazi hii ambayo ameshaianza ili baadaye tuweze kuanza na sehemu hizo zingine ambazo kimsingi wamekuwa wakizihitaji.